Waliokimbia akawarudisha. Mama akaifungua nchi mpaka ikafika mahala, wakawa wanasema mama anaupiga mwingi, kila mtu, kama mtakuwa mnakumbuka, lakini kila mtu, mama anaupiga mwingi, mama anaupiga mwingi, mama anaupiga mwingi, mama anaupiga mwingi. Wale waliokuwa wapinzani, waliokuwa chama tawala, kila mmoja akawa anamsifia mama. Ilipokuja ishu ya bandari, mama alipoingia ule mkataba, na kuna watu sasa wameminua mafuta taa wakatoka pale ndiyo shida ilipokuja kuanzia eh, rudisheni kumbukumbu nyuma kidogo, sio kwamba huyu alikuwa mbaya ah, ah. Kalimatul haqqi urida biha batil. Inawezekana kuna watu wanajifanya wanahubiri haki, wanakuja na waraka si haki haki. Ah, inawezekana kuna batili mule. Mbona mnakuwa wasaurifu, ndugu zangu Waislamu? aliyekuwa anasifiwa leo anakuja kuonekana hafai. Aliyekuwa anasifiwa leo anakuja kuonekana hafai. Watu wanakuja oh, oh, katiba! Kwani katiba hii jamani, si ilianzishwa mchakato huu na Kikwete haikufikia tamati? Mbona anakuja kulaumiwa huyo, onekana huyo ndio atendi haki kwa sababu ya katiba? Katiba hii ilianza leo jamani? Ah, utekaji, utekaji ulianza kwa wakati huu? Mbona mkuandamana wakati ule? Kalimatul haki urida biha batil Neno ni la haki ukilitazama juu, lakini ndani kuna batili. Zindukeni!